Tarehe kumi na sita mwezi wa 10 mwaka 2025 ni tarehe ambayo itasalia katika kumbukumbu kwenye kumbu taifa la Kenya lakini pia Afrika kwa jumla. Kumbukumbu kumbu hizi zimejengwa na ujio wa mwili wa hayati Raila Amolo Odinga kutoka nchini India. Kuna matukio ya kipekee ambayo yameshuhudiwa kwenye ujio wa mwili wa hayati Raila Odinga ambayo yamevunja ukawaida. Karibu ni kudondoshe kwa kiduchu. Mimi ni Hamisi Kombe. Ndege iliyobeba wajumbe wa humu nchini yenye mwili wa hayati Raila Odinga kutoka India imekuwa ikifuatiliwa zaidi duniani kwenye Flight Radar 24 mara tu baada ya kupaa saa kumi. Na, mbili na nusu jioni, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, jijini Nairobi, ndege ya abiria ya shirika la ndege la Kenya KQA 202 hadi Mumbai ilikuwa ya pili kwa kufuatiliwa duniani kote kwenye huduma maarufu ya kufuatilia trafiki ya moja kwa moja. Kufikia saa sita usiku, ilikuwa imefuatiliwa zaidi kote duniani ikawa na zaidi ya watu alfu saba wanao fuatilia kufikia saa moja asubuhi Data ya Flight Radar 24 ilionyesha kwamba ndege ya kurudi KQA 203 ilikuwa ikifuatiliwa na zaidi ya watu alfu tano. Ni hali ambayo ilipelekea KQ kubadili jina ndege hiyo na kuita RAO 001, rejeleo la herufi za jina la Raila ili kumpa heshima hayati Raila Odinga. Tukiweka hayo ya kufuatiliwa kwa ndege pembeni, mamlaka ya wa anga nchini Kenya KCAA, ililazimika kusitisha kwa muda shughuli zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, kufuatia hali ya taharuki ya kiusalama iliyoibuka baada ya kuwasili kwa mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Kundi kubwa la waombolezaji lilivamia maeneo ya uwanja yaliyokuwa yamewekewa vizuizi vya kiusalama, hatua iliyolazimu uwanja kufungwa kwa tahadhari ili kutoa nafasi kwa vikosi vya usalama kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa wasafiri na wafanyikazi wa uwanja huo. Kamati ya maandalizi ya mazishi inayoongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki iliandaa ratiba ya kutazamwa kwa mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Hayati Raila ameivunja rekodi kwa kuwa Mkenya wa kwanza ambaye umati uliojitokeza usingeweza wala kutosha kuutazama mwili wake kwenye majengo ya bunge. Awali, shughuli za kuutazama mwili wa rais mstaafu hayati Daniel Toroitich Arap Moi sawa na rais mstaafu hayati Mwai Kibaki ziliweza tu kutekelezwa katika majengo ya bunge hilo, ila hilo halikuweza kufanikiwa kwa hayati Raila Amolo Odinga. Shughuli hiyo ya kuutazama mwili wake ikalazimika kuhamishwa kutoka maeneo ya bunge hadi uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani, baada ya umati mkubwa wa watu waliokusanyika nje ya majengo ya bunge kufanya iwe vigumu shughuli hiyo kuendelea kama ilivyoratibiwa. Mipango ya awali ya kuupeleka mwili wa Raila Odinga kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi makafani ya Lii kwa ajili ya matayarisho ya mwisho kabla ya kupelekwa kutazamwa na umma ilifutiliwa mbali huku kukiwa na ongezeko la machafuko ya umati. Hamisi Kombe, Coco FM, Coco FM, ladha ya Pwani.